Mheshimiwa Waziri, wizara yako ya mipango inapanga kila kitu, sio mapato tuna matumizi, hata amani yetu. Wizara yako inatakiwa ipange na iweze kuhakikisha kwamba kinachopangwa kinatekelezwa. Kwa mfano tumesikia hapa, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwamba kuna makelele, makelele kidogo ya mambo ya uchaguzi. Sasa mimi ningeomba sana hili, na mkono wenu uwepo ili tuende sambamba mipango ya uchumi, lakini mipango ya amani ya taifa letu, ili kila mmoja akae kwenye mstari, kuhakikisha kwamba hii siasa pia ni sehemu ya mipango yenu. Msiachie kwamba lazima apange fulani, hapana, bado hii ni mipango ya taifa letu, kwa sababu taifa ambalo halina amani taifa hili haliwezi kuishi wala haliwezi kusurvive kwa muda mrefu. Lazima mpange kwenye uchumi, lakini mpange kwenye utaratibu wa kuhakikisha kwamba taifa letu linaishi kwa salama na amani, vyama vyote vinashiriki na kuhakikisha kwamba vinaongozwa kwenye utaratibu wa kanuni, taratibu na sheria. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nikushukuru sana.